Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunatazama jinsi Yesu anavyoiona dhambi, jinsi Yesu anavyoiona dhambi. Na kipindi hiki kimekuwa cha baraka mno maana kinakufunulia mambo ya sirini. Kinakufunulia mambo ya sirini. Mambo yaliyojificha. Namna anavyoiona dhambi Yesu ni tofauti na sisi tunavyoiona dhambi. Injili ya Mathayo sura ya tano. Injili ya Mathayo sura ya tano, tasoma mstari wa kumi. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme ufalme wa mbinguni ni wao. Hapa tunamwona Yesu anavyoiona dhambi, tena anasema heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki. Je, yeah, umeshawahi, umeshawahi kuudhiwa? umeshawahi kuchukizwa? umeshawahi kupata shida na kukasirika sana kupitia watu waliokukasirisha? Je, yeah, ni kwa nini ulikasirika? kwa nini walikuudhi? umeshawahi kujiuliza bila shaka unalojibu siku hiyo ulipokasirishwa na kuudhika sana, e. Kwa hiyo hapa inamaanisha kwamba <coughs> kuna wakati utafika ambao watu watakuudhi. Sio kwa sababu wewe umeiba, sio kwa sababu wewe labda umekamatwa kwa jambo fulani, lakini watakuudhi kwa sababu umempenda Yesu, kwa sababu umemfuata Yesu. Kwa hiyo watu watakuudhi, watu watakushutumu, watu watakutukana, watu watakubeza kwa sababu tu umemfuata Yesu Kristo. Sasa Yesu anasema, heri mtu huyo ambaye ataudhiwa kwa ajili ya haki. Haki hapa maana yake kwa ajili ya Yesu, kwa ajili ya kuifuata imani hii ya Yesu Kristo. Haki hii ya kumfuata Yesu Kristo Ukianzisha safari hii ya haki ya kumfuata Yesu Kristo, watu watakuudhi, watu watakungonga, watu watakusema vibaya, watu wata hawatakufurahia. Kwa hiyo moyo wako lazima utaumia, moyo wako lazima utaumia. Kwa hiyo Yesu anasema, ukiumia kwa sababu ya haki, unaheri, unaheri, unaheri ye, unaudhiwaga kwa ajili ya haki. Ubarikiwe sana wewe, ni mbarikiwa na mbinguni utaenda. Wote waliomfuata Yesu Kristo wanachukiwa na ulimwengu huu wanachukiwa sana, sio kwa sababu wameiba, sio kwa sababu wamewasengenya, sio kwa sababu wamejitapa, si kwa sababu nyingine, ila kwa sababu wamemfuata huyu Yesu. Ukimfuata Yesu utaudhiwa. Biblia nasema ulimwengu wote una, unaipenda dunia unapenda mambo yaliyomo, lakini wote ambao wameshamwamini Yesu Kristo, hao ambao wanaipenda dunia wataudhiwa naye, wataona wat, wat, wat, wat, wat, kwamba huyu anafanya kitu ambacho ni tofauti. Kwa hiyo watamchukia. Heri wanaochukiwa kwa ajili ya haki. Usiogope watu wakikuchukia kwa sababu umeipenda haki, unatenda haki. Usiogope kwa sababu hiyo bali furahia, maana Biblia anasema ufalme wa mbinguni ni wako wewe. Mfuate Yesu bila kujali nani atasema nini, bila kujali shangazi atasema nini, kaka atasema nini, mjomba atasema nini, baba atasema nini. Ukiamua kumfuata Yesu wewe mfuate, cha moto utakipata. Maana wakikuudhi kwa kweli utapata shida wakiamua kukupiga ni kweli utapata shida. Wengine hata wakiamua kukuua, ni kweli utapata shida ya kuuawa. Lakini mbinguni unaenda. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Pendwa mtazamaji wangu, wewe unayefuatilia kipindi hiki, bila shaka umeona hapa kwamba ukiwa una furaha kwa sababu humpendi Yesu, ni dhambi kwako, lakini ukiwa na maumivu na huzuni kwa sababu unampenda Yesu, wewe ni heri yako. Narudia tena, ukiona unachekelea, unafurahia maisha, yanaenda kila jambo linaenda kwa furaha, kwa sababu humpendi Yesu unaole. Lakini ukiona unachukizwa, unasibezwa, unadharauliwa, hawakujali tena, kwa sababu huko kwa Yesu, furahi kwa kuwa Ufalme wa mbinguni ni wako. Ufalme wa mbinguni ni wako. Hapa unaweza ukasema, ah, haiwezekani jambo hili. Kwa nini kwani ukiwa kwa Yesu tena upate kuteseka? Yesu anasema ulimwenguni mnayo dhiki. Ulimwenguni mnayo dhiki. Dhiki hapa maana yake ni pamoja na kuudhiwa, pamoja na kukataliwa, pamoja na kunongwa, na kusemwa vibaya na kukataliwa, na kukataliwa na kudharauliwa. Hiyo ndiyo dhiki. Yesu anasema ulimwenguni mnayo dhiki. Dhiki hapa imaanishi ukishapata dhiki basi kwa Yesu huendi, mbinguni huendi, a a, haina maana hiyo. Ukiwa kwa Yesu ndiyo utaudhiwa, ndiyo utapata matatizo mengi, lakini Mungu atakusaidia na mbinguni, mlango wako uko wazi. Ole wao wanaocheka sasa, Yesu anasema maana kesho watalia. Ole wao wanaocheka sasa, maana kesho watalia. Wakiwa wanakuudhi wanacheka, wakiwa wanakupiga wanacheka wakiwa wanakuharibia maisha yako wanacheka na kuchekelea, lakini wewe endelea kuvumilia, maana uzima wa milele wa mbinguni ni wako. Mungu akubariki akusaidie. Wewe ambaye hujakubali kumfuata Yesu Kristo, unaweza kuwa na furaha na nini, lakini ujue mbele yako kuna kilio, lakini mlango bado uko wazi, unaruhusiwa kuja kwa Yesu naruhusiwa kuja kwa Yesu na ufurahie maisha ndani ya Yesu. Mungu wa mbinguni akubariki akusaidie. Tutane kwenye kipindi kinachokuja tena tuendelee kuona jinsi Yesu anavyoiona dhambi. Hapa tumeona kwamba wote ambao wanachekelea na kufurahia nje ya Yesu Kristo ni dhambi kwao, lakini wale wanaoumizwa, wanaoteswa na kuhangaishwa wakiwa ndani ya Yesu Kristo, hiyo ni baraka mno kwao. Siku ya siku itakapofika, watachekelea sana na kufurahia kuingia mbinguni. Na iwe kwako hivyo, na iwe kwako nawe, ambaye hujaamua, amua tu, maana nafasi bado ingalipo. Jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ubarikiwe sana, amen.